Karibu tuangazie nyota ya Kaa zaidi ya nyota ya Simba, moyo wa nyumbani zaidi ya moyo wa uongozi, mapambano ya joto la hisia na moto wa kujitegemea. Awali ya yote, ni kuombe usabuskraibu na kisha kugusa alama ya kengele takaotokea hapo, ili uweze kupata notifikesheni zetu kila wakati tunapopakia video zetu. Karibu katika somo la leo. Kaa na Simba ni nyota mbili majirani kwenye duara la zodiac, lakini zina tofauti kubwa za ndani. Kaa ni nyota yenye asili ya maji, mwenye huruma, anayependa familia, mnyenyekevu na anayeguswa kwa urahisi. Simba ni nyota yenye asili ya moto, mwenye kujiamini, anayependa kusifiwa, kiongozi wa asili na anayependa kujionyesha kwa upana. Wawili hawa wanapokutana, ni kama mtu wenye kina cha hisia unavyokutana na jua kali la msimu wa joto. Ni mvutano wa joto la moyo na moto wa fahari. Karibu katika uchambuzi kamili, tuangazie katika mapenzi. Katika mapenzi, Kaa anapenda mapenzi ya kina, ya faraha, yenye kujali na usalama wa nyumbani. Simba anapenda mapenzi yenye kishindo, hadisi kubwa na hisia za kuabudiwa kama mfalme au malikia. Wanapopendana, Kaa huvutiwa na nguvu ya Simba, ujasiri wake na upendo wake wa dhati. Simba huvutiwa na huruma ya Kaa, utulivu wake na kujitoa kwa moyo mmoja. Changamoto: Kaa anaweza kuumizwa na ukali au jeuri ya Simba. Simba anaweza kuona Kaa ni mnyonge au mwenye hisia nyingi kupita kiasi. Wakikubaliana juu ya ruha ya upendo wanaweza kujenga mapenzi ya kipekee yenye moto na utulivu kwa wakati mmoja. Tuangazie kazi na biashara. Kwenye kazi, Kaa ni mwaminifu anayefanya kazi kimya kimya, anayejali wenzake na anayependa utulivu. Simba ni mwongozo anayependa kuongoza, kuonekana na kushinda kwa kishindo. Wakishirikiana, Kaa anaweza kusimamia uendeshaji wa ndani mahusiano, fedha au malezi. Simba anaweza kuwa uso wa mradi, mhamasishaji, mwasilishaji au msemaji mkuu. Changamoto, Simba anaweza kuhisi Kaa na kawia na haonyeshi motisha. Kaa anaweza kuhisi Simba anapenda sifa mno na hana huruma kwa wengine. Wakiheshimu nafasi za kila mmoja, wanaweza kuendesha taasisi au biashara yenye mafanikio ya kudumu. Tuangazie afya na maisha katika maisha ya kila siku, Kaa anapenda familia, utulivu, chakula kizuri, na watu wa karibu. Simba anapenda pati, safari za kifahari, shughuli za kijamii, na maisha ya hadhara. Wakiishi pamoja, Kaa ataweka mazingira ya nyumbani yenye upendo na utulivu. Simba atahakikisha nyumba yao ni kituo cha furaha, wageni na vicheko. Changamoto: Kaa anaweza kukasirika kimya kimya ikiwa anahisi hasaminiwi. Simba anaweza kuona Kaa na kasirika pasipo kusema au kueleweka. Wanahitaji kujenga mawasiliano ya kweli, Kaa awe wawazi zaidi, Simba awe mpole zaidi. Tuangazie tabia na changamoto. Tabia zao zote zina nguvu ya kipekee. Kaa ni mkarimu, mwenye huruma, lakini anayeweza kuwa mgumu kusamehe. Simba ni mkweli, mwenye kujiamini, lakini anaweza kuwa na kiburi na kupenda kusifiwa sana. Wakiwa pamoja, Kaa humfundisha Simba upendo wa kweli bila masharti. Simba humvuta Kaa kutoka kwenye ganda lake la hofu hadi ulimwengu wa mwanga. Changamoto: Kaa anaweza kuficha maumivu hadi akalipuka. Simba anaweza kupuuza hisia za wengine ili ajihisi bora. Wakikubaliana kutibu nyufa kwa upendo, wanaweza kujenga urafiki wa kudumu uliojikita kwenye heshima. Kaa na Simba ni kama jua na mwezi, kila mmoja na mwangaza wake wa kipekee. Wakiwa tayari kujifunza kutoka kwa mwingine, Simba atajifunza kuthamini ukimya, utulivu na upendo usio na masharti, Kaa atajifunza kujiamini, kusimama hadharani na kujivunia upendo wake. Ni safari ya hisia na fahari, mapenzi ya kipekee kama hadithi ya kifalme yenye moyo wa mama. Kaa na Simba ni moto unaowaka kimya kimya